Hii hapa ni video ambayo niliweza kusema kwamba ndio itakayofuatia, tukiwa tumeweza kulogin katika akaunti yetu kwa kwa alichotengeneza video ambayo tulikufundisha jinsi ya wewe ambavyo unaweza kutengeneza akaunti yako mwanzo paka mwisho, basi hii hapa ni video ya nyingine tena, unatakiwa ujue jinsi gani ambavyo mfumo unafanya kazi. Ukiangalia hapa hivi chini ya video hii nimekuwekea link ya kujisajili, pia nimekuwekea na link ya video ambayo kama wewe bado hujaitazama basi chini ya video hii kuna link ya video fulani ambayo niliweza kuelezea jinsi ya kuweza kutengeneza account ya Cash-Trex. Hii hapa ni Bongo Information Technology. Usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Okay. Bila kupoteza muda, ukiangalia hapa tuko kwenye upande wa home dashboard. Hii ina vipengele vitano ambapo kuna home dashboard na kuna trade Yes, kuna home dashboard, kama unavyoona ndo hii hapo, and then tuko hapa and then baada hapo kuna kitu kinaitwa trade and then kuna kitu kinaitwa help na kuna chart na kwenye profit, lakini kwenye profile ukiangalia hapa kwenye home dashboard, unavyoangalia hapa juu kuna vipengele vifuatavyo, ukiangalia juu kuna kipengele cha kudeposit. Hiki kipengele kinajulikana ni kama kipengele Ki, ambako kana kufundisha na kana kuelekeza kwamba ni sehemu ambapo wewe utaweza kufanya malipo ama kuweza kuweka amana zako. Ukiangalia kitu kingine inaitwa invest. Hapa kwenye invest hapa ni tayari ambapo utakuwa umeshaweza kuweka pesa yako na unataka kuweza kuinvest, and then kinachofuata ni kitu reinvest, tayari ambapo utakuwa umesha invest and then unataka uchukue ile ile profit uweze kuigain mara mbili. Una invest, inayofuatia ni withdraw. Sasa hizi ni vipengele ambavyo ni vya muhimu sana, ambavyo unatakiwa uvijue. Hivi vipengele nilivyokuonesha hapa, sasa iko hivi. Kwa nini niliweza kusema kwamba, ukiwa unatengeneza akaunti yako ya Cash-Trex, unatakiwa uweke taarifa za msingi zaidi, ambapo ukishaingia ndani hautoweza tena kubadilisha, la sivyo utakuwa unasumbuka. Endapo ukipata tatizo, itakubidi uwasiliane na mtu wa huduma balance, kuna profit balance, kuna withdraw balance, and then kuna referral bonus, and then kuna active. Iko hivi huku kote tuko pache, yani huku kote pache njo hapa palikuandikwa deposit sindio? Hapo palikuandikwa deposit. Hapo palikuandikwa deposit. Hebu tupaguse, ukigusa palikuandikwa deposit kama hivi, itakuonyesha hivi fuata maelekezo kwa makini, ukisoma maelekezo haya yote, yani ina maana kwamba maelekezo yote kwa mtu mwenye Vodacom, kwa mwenye Tigo kwa mwenye Aropesa kwa mwenye Airtel Money na mwenye USDT atafuata maelekezo yake. Mfano mwenye Tigo atafuata hapo kwenye alama ya blue anaambiwa kwamba tuma kesi fulani mtandao mwingine, moja mbili tatu, si ndio? Na akishaweza kutuma ile namba ambayo ndio alitumia katika usajili, narudia, ile namba ambayo ulitumia katika upande wa usajili ndio utakayoitumia tena katika upande wa malipo. Kwa hiyo ina maana kwamba ukishalipia itadetect, sisi tumeelewana, itadetect. Ndio maana nakwambia kwamba make sure, katika ukiwa unatengeneza akaunti yako usichanganye namba, make sure unaandika namba ambayo ni uhakika nayo wewe mwenyewe. Ikitokea umechanganya, basi unaweza ukaongea na customer care na akakusaidia. Namba za customer care ziko kwa chini pale, unaweza ukabofya. Ndio, hiyo ni katika upande wa kwanza. Kwa nini naweza kusema kwamba make sure kwamba unaweza kutengeneza account kwa makini. Hiyo ni katika upande wa, wa deposit, si ndio? Yes. Okay, turudi nyuma kidogo. Kuna sehemu pameandikwa kwa invest hapa kwenye invest ni kitu ambacho ni cha muhimu kidogo. Ona, ukishamaliza ku deposit ile pesa yako automatic itaongezeka katika upande wa deposit balance hapa. Sasa wewe, kitu kingine ambacho unatakiwa kujua ni kwamba hapa kwenye invest ndiyo utaenda kuagusa, and then utakuwa unaenda kuangalia ni katika pakeji gani ambayo unataka uchague, ambayo wewe unaona kwako inakufaa. Mfano tukiguswa ile kwa invest ita load Yes. Kisha load kama hivyo, ukiangalia kuna package moja mbili tatu nne, kuna package tano. Package ya kwanza ni starter, ya pili bronze, ya tatu ni silver, ya nne ni gold, ya na ya tano ni platinum. Okay, tuanze na starter. Ikumbukwe kila package ina, ina nini, tuseme kila package ina percentage yake ambayo inakupatia kwa day mfano ukiangalia kwenye starter minimum deposit kwenye starter yaani, minimum yes, minimum package and minimum investment amount kwenye package ya starter ni kuanzia shilingi elfu kumi mpaka elfu arobaini na tisa na mia tisa tisini na tisa kama unavyoona sasa. Ukiangalia wewe kwa mtu anayetaka kuchugua ama kaenda kudeposit kwanzia elfu kumi na kuendelea ataangalia kwenye starter. Nikigusa kwenye starter hapa, nimepagusa hivi, ninakuwa nimeselect kwa chini nanyelezea kwamba hii starter nimeselect package ambayo jina lake ni starter, ambayo package hiyo ina run kwa siku mia inarudisha daily. Yaani inarudisha asilimia ziro point ziro ziro nne yaani hiyo sio daily, hiyo inarudisha ni kwa kwa muda gani? Hiyo itanrudishia kwa muda wa kila lisaa, si ndio? and then hapa chini kuna kitu kinaitwa minimum investment ni kiasi fulani hapa hadi maximum, and then deposit balance inakuwa sina, kwa ina maana kwamba kwa mtu yeyote ambaye atakuwa tayari amesha deposit, balance zote hizo zitakuwa inasomeka hapa. Kwa hiyo kama hapo una zaidi ya 10000 ina maana hapa chini hapa naweka amount, kwa naweka naweka mfano Tuseme naweka elfu thelathini. Kisha naweka elfu thelathini na malizia kama balance yangu imeweka elfu thelathini na malizia hapa chini palipo andikwa invest now. Si tumeelewana? Hiyo ni katika sehemu ya page ya invest. Si ndio? Okay. Hebu turudi tena nyuma kidogo tukaangalie page inayofuata. Okay. Page inayofuata ni page ya reinvest. Ili invest ni kama ni kurudia kile ambacho ulikuwa umeweza kuinvest. Mfano, nilikuwa nimeinvest elfu thelathini tukichukulia elfu thelathini imesharudisha faida, nataka sasa hiyo elfu thelathini tena ni invest tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo nitagusa pale palipoandikwa reinvest. Hapo nikishapagusa tutaenda hivi, pakishafunguka utaangalia sasa wewe, utaangalia package ile ya mara ya kwanza ulikuwa umegusa mara ya kwanza pakeji yako ulikuwekezea uliwekea kwenye pakeji gani? Kama ni ya kwanza kama ni ya pili kama ni ya tatu utaangalia wewe ulikuwa pande gani. Kwa hiyo wewe, mimi nisema mimi, kwa pakeji ya kwanza nitaguza pakeji hiyo, and then nikishaguza pakeji hiyo, huko chini nitaweka amount ambayo niko nayo, si ndio? Baada ya kuweka amount nitaguza palipo niko reinvest, kama kawaida okay. Tutoke tena hapo tuende kwenye pakeji nyingine ambayo inafuata. Hii ni pakeji ya reinvest. Okay. peji inayofuata ni kipengele kimoja hapo kinaitwa withdraw. Hiyo ni sehemu ambayo inakusaidia wewe kuweza ku withdraw pesa yako. Je, ni namna gani ambavyo unatakiwa ku withdraw pesa yako? Ikumbuke tena. Nyuma ya video hii, video ile kushakupita nilifundisha ji Jisajili kwa namba ile ambayo ndio itakuwa ni special kwa kupokea pesa. Kwa ina maana ukiguza ulikoandika withdraw hapa itarudi hivi nakisha ro utaangalia. Mfano hapa utaangalia hapa kuna option mbili, kuna withdraw refill bonus and then kuna withdraw account balance. Hapa kwenye refill bonus, hapa ni zile ambazo ni team yako ambayo wewe unakuwa umeinviti, si ndio? Timu ile ambayo unakuwa invite wewe, zile bonus zao unakuwa unapata kuzitoa, zinakuwa ziko hapa lakini akaunti yako pia kwa siku si inapata chochote. Hapa chini kunaka kuna, kuna kiasi chako. Kwa hiyo wewe utaweka amount hapa the same na hapa tu, si ndio? Sasa tuseme, ukiweka amount hapa, hapa chini mfano nataka nitoe shilingi elfu. Tuseme minimum withdraw kwenye hii account ni shilingi elfu hamsini. No, ni shilingi elfu tano. Sasa nataka kutoa elfu tano. Baada ya hapo nikishagusa neno baada ya kuweka namba yangu, baada ya kuweka kiasi fulani, namba ambayo nitakuwa nipokelea pesa ni iko hapo. Kwa mimi nitagusa pale, kwa nika withdraw. Hii itakuwa automatically, kwa sababu mfumo una detect kwamba ile namba uliosajilia ni the same na namba ambayo unataka ku withdraw pesa, ndio itakuwa hapo, si ndio? Kwa pesa hiyo inatuma kwenye namba hii ambayo unaiona hapa. Hii namba hauwezi ku change, tumeelewana? You cannot exchange this number ukiwa umeshaweza kuiweka, tutoke hapo. Kwa hiyo ni katika sehemu ambayo nilikuwa naelezea ni katika sehemu ya homepage. Homepage tayari limemaliza, peji inayofuatia ni peji ya tredi. Watu wengi wataka kujua hapa kwenye tredi kuna nini? Hapa kwenye tredi ukipagusa hii ni live trading AI bot, ambapo mfumo automatically unaendeshwa katika system zima katika upande wa forex. Kwa hiyo hapa unakuwa unaangalia the way profit na the way hasara ma lost zinazopatikana katika platform, lakini ukiangalia hii ni a bot, ambayo hii ni robot ambayo wao wanamtumia katika upande wa trading. Kwa hiyo achana na hayo mengine lakini hapa katika upande ambapo kikaa muda mrefu unapatizama, unaona kabisa kwamba mfumo unaingiza kiasi fulani. Kama ukiangalia hapa, nishaingiza dola kumi na moja lakini hii ni katika upande wa mfumo. Nishapata total trading hizo, lakini tume lost tatu, tumeshinda saba, lakini sasa hiyo sio shida kwetu. Shida kwetu ni kwamba hii ni katika upande wa live trading bot, kwamba wosika hapo na trade live. Sisi tumeelewana hii ni live, kwa system iko vizuri hii ni katika upande wa nini? Katika upande wa trade. Turudi na nyuma hapa kwenye upande wa help, ni kwenye upande wa kuingia na customer service, lakini kwenye hii icon ya WhatsApp ni katika upande wa kuingia katika group la nini? Katika group la WhatsApp. Hapa kwenye profile hapa kwenye profile ni katika upande wa kutizama profile yako. Tuanze na kimoja tuanze na hapa palikuandikwa help. Nimesema ukigusa palikoandikwa help basi utaenda kuongea na customer service moja kwa moja, lakini ukigusa palikoandikwa whatsapp group, hapo utaenda kuongea na, yaani, utaenda kuchati kwenye group. Si tumeelewana? Okay, pei inayofuatia ni katika upande wa chati, si ndio? Pei inayofuatia ni chati hii chat ikoje? ukigusa palikuandikwa chat iko hivi, chat ni katika sehemu ya calculator. Yes. Ni sehemu ya calculator ku calculate kiasi chako, mfano kwa mtu anaweka shilingi laki moja kwa siku nne, yeye ana shingapi kwa siku nne? Anakuwa na faida ya elfu hamsini kama unazidi kuona hapa chini unakuwa na faida shilingi elfu hamsini ndani ya siku nne Je, kwa mwezi anakuwa na shilingi ngapi? Toa weka mwezi, rudi tena kuchini, uangalie jumla, anakuwa na faida ya... Yes, kwa siku 30 watoni, mtaji ni shilingi elfu kumi. Kwa hiyo jumla anakuwa na faida ya laki moja na elfu hamsini. Sisi tumeelewana katika upande wa nini? Katika upande wa silver, sorry, hapa ni katika upande wa silver anakuwa na faida laki mmoja na shilingi elfu ishirini kwa siku thelathini Haya, kwa mtu je, anayeweka shilingi elfu kumi kwa siku thelathini anakuwa na ngapi? Anakuwa na shilingi elfu kumi na mbili Naona faida hiyo, then profiti yake jumla inakuwa na ngapi? Yeah, jumla inakuwa ni elfu ishirini na mbili kwa mtu anayeweka ndani ya uh, miezi mitatu wenye kumi ndani ya miezi mitatu nakuwa na shilingi elfu arobaini na sita jumla. Kwa hiyo hiyo ni katika upande wa nini? Katika upande wa chati. Chati nimesema kwamba ni kuangalia faida zako unazokuwa unazipata, na inayofuatia ni katika upande wa profile. Hapa si ndio? ukipagusa wakuandikwa profile utakuta hivi, hii sehemu ya profile imeandikwa hapo, ukipangalia ipo kama kagadi, kama, kama, kama benki fulani, na kila mtu anaya yake kwa hiyo hata kama unataka kuongea na, na kiongozi wewe uta screenshot yako au utamtumia kakadika kwa aka, atakaangalia kana namba yako special, na kana majina sisi tumeelewana, alafu again kana expire sisi tumeona. Kwa hiyo hapo ndio ni katika upande wa nini, ni katika upande wa, wa kwenye profile. Kwa hiyo hapo ndio jinsi ambavyo niliweza kufundisha, na kitu kingine utakiwa kijua ni kwamba hapa juu kuna alama ya mistari mitatu upande wa kushoto. Hiyo alama ukiigusa, inakuonyesha yes, inakuonyesha tim ulionayo, sindio? Inakuonyesha tim, inakuonyesha historia ya miamara, inakuwezesha wewe kuweza ku transfer fund. Hapa kwenye ku transfer fund nikueleze, kwenye ku transfer fund unaweza ukaweka amaunti, sindio? Mfano, unaweka namba ya simu ambayo And then, hapa, send. Kisha, sawa, ni rafiki yako hapa unaweka kiasi. Alama ya kengele ili kuweza kupata video kama hii hapa, na kama haujaelewa basi comment hapo chini sijaelewa, mimi nitafundisha ja tena na chini ya video hii, hapo usisahau, nimekuwekea link ya kujisajili na link ya group la WhatsApp ambalo litakupeleka direct wewe katika upande wa timu na utaweza kuwasiliana na watu ambao tayari ushaweza kuizoea. tim again Bongo Information Technology.